Cha kushangaza kwenye hili iftarisho, kuna mashehe wakubwa maalim wamealikwa na huyu mshenzi wa tabia mwenyewe, anajiita Diamond Platinum. Wewe umeona wapi, eti kwenye iftarisho wanaalikwa hadi makafiri? Tena makafiri wengine wamefika mbali, mtu anajiita mtume Mwamposa. Hilo sio iftarisho, ila hilo ni kufurisho. Kwanza kitu iftar hakiwahusu Waislamu. Kitu iftar kipo kwa ajili ya mtu aliyefunga. Maana ya iftar ni kumfutarisha aliyefunga tu, na sio Muislamu. Wewe ukiwa Muislamu halafu hujafunga, iftar haikuhusu. Leo imekuwa dini wanaitia fashion. Eti tajiri anamwita tajiri mwenziwe akamfutarishe, wapeane majodari na makuku. Iftar inatakiwa afutarishwe maskini, tajiri awafutarishe watu wasiojiweza. Dini sasa hivi naitia usasa katika dini. Hakuna jipya, dini imesha kamilika toka zama za rasuli mpaka leo. Mashehe wakubwa mnakaa kimya, eti kwa sababu za kulina tonge zenu, basi hata mkiona uchafu au mambo yenye kuudhalilisha Uislamu wetu mnaamua kuyanyamazia tu. Mashehe ubwabwa na Diamond Platinum na iftari zenu za haramu.